Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, ameonya kuwa mji mkuu wa nchi hiyo, Tehran, unakabiliwa na janga kubwa la maji na nishati ambalo halijawahi kushuhudiwa katika historia ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa siku ya Ijumaa, kiwango cha maji katika mabwawa yanayohudumia mji huo kimeshuka hadi viwango vya chini kabisa kwenye kipindi cha zaidi ya miongo sita mabwawa makubwa kama la ambayo ni chanzo muhimu cha maji kwa Tehran yameripotiwa kubaki na chini ya asilimia kumi ya uwezo wake wa kawaida. Hali hii inatokana na ukame wa muda mrefu, mvua chache, na matumizi makubwa ya maji yanayoongezeka kutokana na idadi kubwa ya watu katika mji huo. Rais huyo alisema kwamba ikiwa mvua haitanyesha kufikia mwishoni mwa Novemba, serikali italazimika kuanza mgao wa maji katika baadhi ya maeneo ya mji huo. Aidha, alionya kwamba endapo hali hiyo itaendelea hadi mwishoni mwa mwaka, huenda serikali italazimika kuhamisha baadhi ya wakazi wa Tehran kutokana na ukosefu wa maji safi ya kunywa. Onyo hilo limezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na kukatika kwa maji mara kwa mara na kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu. Upungufu wa maji pia unahatarisha uzalishaji wa umeme nchini Irani, kwani mitambo mingi ya umeme inategemea maji kutoka kwenye mabwawa hayo. Kukauka kwa mabwawa kunamaanisha kushuka kwa uzalishaji wa nishati, jambo linaloweza kusababisha mgao wa umeme katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Serikali imeshaanza kuchukua hatua za dharura, ikiwemo kupunguza saa za kazi katika ofisi za umma, kupiga marufuku matumizi ya mabwawa binafsi ya kuogelea na kuhamasisha watu kupunguza matumizi ya maji na umeme majumbani. Wataalamu wa mazingira wameonya kuwa tatizo hili ni matokeo ya mchanganyiko wa ukame wa muda mrefu na usimamizi duni wa rasilimali za maji. Uchimbaji holela wa maji chini ya ardhi, kupotea kwa maji kutokana na miundombinu chakavu na utegemezi mkubwa kwa mabwawa machache vimechangia zaidi kuzorota kwa hali hiyo. Wamependekeza serikali kuwekeza katika teknolojia za kuhifadhi na kusafisha maji pamoja na kuchukua hatua za muda mrefu kama kuhamasisha kilimo kinachotumia maji kwa ufanisi wa kuanzisha miradi ya kuondoa chumvichumvi kwenye maji ya bahari. Kwa sasa serikali ya Irani inatoa wito kwa wananchi wake kuwa na nidhamu katika matumizi ya maji na nishati, huku ikiendelea kufuatilia hali ya mvua katika wiki zijazo. Hata hivyo, wataalamu wanasema kuwa bila mvua ya kutosha, mabadiliko makubwa katika usimamizi wa rasilimali, jiji la Tehran inaweza kukabiliwa na moja ya migogoro mikubwa ya maji katika historia yake.